Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boinnet ametangaza kuwa wanamgambo wa Alshababu wanapanga mashambulizi kadhaa humu nchini katika msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unakaribia. Boinnet amekariri kuwa wanamgambo hao wanalenga majumba ya kiserikali, shule, maduka makuu ya kibiashara yaani shopping malls na hata maeneo ya kuabudu. Francis Mtalaki ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. So we start. Tangazo la Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boinnet kuwa wanamgambo wa Al-Shabab wanapanga mashambulizi humu nchini hasa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Msimu huu wa mwezi mtukufu Ramadhan unapoadia ni jambo ambalo huenda likawatia Wakenya kiwewe, ikizingatiwa maeneo anayosema Boinnet inalengwa na wanamgambo hao. Wanalenga manyumba za serikali, wanalenga maafisa wa serikali, wanalenga eh, polisi, wanajeshi. Boinnet anaonya no, kuwa katika kipindi cha miezi miwili ambayo wanamgambo wa Alshabab wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa kaunti wa za Wajia, Mandera na Garissa, na vijana kusemekana kupokea mafunzo ya itikadi kali. Sasa, serikali inataka kila Mkenya kuwa macho iwapo jaribio hili litatibuliwa. Hakikisho ambalo wamehakikishia jamii ya Waislamu humu nchini kuwa serikali ipo macho, hasa mwezi wa Ramadhan kuona kwamba haujakumbwa na bughudha ya aina yoyote. We also wish to or rather we look forward to working with everyone to ensure that negative elements in our midst are exposed to face the law. Japo Wakenya wamekiri kuwa serikali kwa upande fulani inajikakamua kuhusiana na swala nzima la usalama bado inahitaji kukaza buti zaidi hasa wakati huu ambao imetangaza jaribio la wanamgambo hao na kuwataka Wakenya kudumisha usalama. Haswa kama hapa Nairobi wangekuwa wameweka zile roadblocks wanakagua kama kule zile entering zile points za kuenter Nairobi na kutoka, wanaweka hizo roadblocks na zinakuwa serious vile hivi kwamba eh, kunaweka hata CCTV karibu sababu, pia hawa wanafanya hizo roadblocks ndio wanatuza. Al-Shabaab are out to make a point and if only the Kenyan government can look at that point that they're trying to put across Kenya can be safe. Francis Mtalaki, KTN, leo wikendi.